Leo tumepanda miti mia tano ikiwa ni, ni mwendelezo wa halmashauri ya wilaya Tanganyika kuendelea kupanda miti kutike, kupitia ile agizo la Mheshimiwa makamu wa rais ya kupanda miti milioni moja na nusu kila mwaka kwa halmashauri. Kwa sasa tumepata, mpaka sasa halmashauri ya wilaya Tanganyika imepanda miti laki sita, elfu, na 524 lakini halmashauri ya wilaya Tanganyika tumejiwekea kwamba mwaka huu tutapanda miti milioni mbili. Kufika mwezi wa pili. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, TFS tulilenga kuotesha na kupanda miche laki moja na nusu na hadi sasa tumeshapanda miche elfu sabini na nane Lengo ni kufikia tarehe ishirini mwezi wa pili, tutakuwa tumemaliza kupanda miti na ili kuendelea kuifanya Tanzania uye ya kijani, Mheshimiwa <coughs> Rais akaona siku hii yeye mwenyewe aitumie kuweka alama ya upandaji wa miti ili kuendeleza mapambano ya mabadiliko ya tabia nchi hasa kuendelea kulinda anga letu lisiharibiwe na hewa ukaa. Upandaji wa miti hui, hii kwetu sisi hapa unamaanisha kwamba tunatamani kuendelea kuwa Tanganyika ya kijani. Mwenyekiti wetu wa kijiji uko hapa, na hapa kijijini kuna mifugo, tusaidie kuongea na wafugaji watunze mifugo yao isiwe mifugo ya kuzurura kuja kuharibu miti hii, lakini zungumza na wananchi wengine wanachoma mioto ovyo. Hapa tumekuja kupanda kwa mara ya pili, tulipanda mara ya kwanza na tena watu kapana na watu wengine waku ametoka Uvinza lakini miti yote iliungua moto. Hatukuwa makini kwenye kuitunza. Tumenong'ona na mganga mkuu pamoja na katibu wa ustali. Hapa sisi sio kwamba tuna nguvu sana, tunakuwa tunakuja kupanda miti kila wakati, halafu haitunzwi. Tunataka miti hii isijirudie, itunzwe. Na tunataka eneo hili lisiwe chafu, waweke utaratibu watumishi idara ya afya wafanye usafi na kuilinda miti hii. Tunataka kesho pia tukio kama hili liwe endelevu, tupate sehemu ambako kuna eneo la kupanda kwenye shule zetu za sekondari, tushiriki kupanda. Tunataka sana pia kuona shule zetu zinapanda miti ya matunda ili tuweze kuendelea na kupambana na udumavu. Tunatamani kuona kila mtoto wa Mtanzania ndani ya wilaya yetu anakuwa na afya bora, hivyo wazazi tulioko hapa tuendelee kuzingatia ulaji wa chakula chenye kukidhi mahitaji ya mwili, hasa katika yale makundi ambayo yanahimizwa na wataalamu wetu.